Mbosso kan baada ya kuweza kutoka WCB aliweza kufuta e bana posti zake zote ambazo zilikuwepo kwenye mtandao wake wa Instagram, lakini jambo ambalo liliweza kuzua e, taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, watu kuwa na e, mawazo kwamba ni kitu gani ambacho labda pengine kimemkuta Mbosso. Lakini katika siku ya leo tumeweza kukutana na hii posti ambayo Mbosso ameweza kuipakia kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta Story ukiwa unasomeka hivi: pengine kuna changamoto unapitia ambazo hata rafiki zako, ndugu zako, mpenzi wako wazazi wako watoto wako au familia yako kwa ujumla hawazifahamu. Umechagua kupambana bila wao eh, kuwatia unyonge. Trust me, hilo litapita. Eh bana, mwishoni kabisa amesema kila kitu eh, kitakuwa sawa. We, ujumbe huo amemaliza kwa emoji fulani via nguvu. Eh bana, wimbo ambao pia unaimba kwenye hiyo post ni wimbo ambao unafahamika kwa jina la Shida ambao uliweza kuachiliwa eh, bana siku eh, kadhaa ambazo zimeza kupita tangia eh, mwaka 2018 wimbo ambao unafahamika kwa jina la Shida. Eh ee, bana mpaka sasa hivi ukiwa na jumla ya watazamaji milioni tatu kuna kwenye mtandao wa YouTube. Lakini Mbosso pia nikikukumbusha kwamba ni moja kati ya wasanii ambao amekuwa akiimba nyimbo ambazo zina inspire baadhi ya watu ambao wanaishi katika maisha magumu kinoma noma, hata kipindi ambacho anatambulishwa WCB, aliweza kuachilia wimbo ambao unafahamika kwa jina la Watakubali ambapo ilikuwa ni Januari 28 mwaka 2018. Wimbo huu ambao ulikuwa na jumla ya watazamaji milioni 14 kwenye mtandao wa YouTube. Sasa kupitia ujumbe ambao Mbosso Kane ameweza kuachilia kwenye mtandao wake wa e, Instagram pale Insta story, inaonekana kama pengine inaweza ikawa ni wimbo mpya ambao ataenda kuachilia, wimbo ambao utakuwa labda pengine kuinspire baadhi ya watu ambao wanapitia katika hali ngumu, yani wametoka nyumbani e, home sio safi, wamekuja mjini kuzisaka, labda ni tegemezi kwa e, nyumbani kwao na hana dira yoyote. Sasa Mbosso Kani ameonekana kabisa kama vile kuwatia moyo watu ambao wanapitia changamoto hizi hapa, kupitia ujumbe huu ambao ameuandika Mbosso Kani this time around kupitia ukurasa wake wa Instagram pale, kama nilivyokwambia hapo awali kwamba hey, mpaka sasa hivi hakuna post yoyote ambayo ipo kupitia mtandao wake wa Instagram, ambayo inaonekana kama ni post, lakini kupitia story tu ndio ameweza kuandika ujumbe huu hapo, ambao unasema kwamba licha changamoto ambazo unazipitia wewe, ambaye ni hasela, eh, bana, umechagua kupambana bila wao kuatia unyonge, trust me, hilo litapita, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa huo ujumbe ambao Mboso ameweza kuandika, watu wengi wanategemea kwamba utakuwa ni wimbo mpya ambao utakuwa ni wimbo ambao unaenda kuinspire baadhi ya watu kibao, na mimi pia ni moja kati ya watu ambao nategemea kuweza kuona kazi kubwa ambayo Mbosso eh, anaweza kuiachilia baada ya ukimya, baada ya kutoka WCB. Na this time around pengine wimbo ambao utaachiliwa ndio wimbo ambao utaweza kukacha kwa watu wengi, kwa sababu amefuta post zote ambazo alikuwa nazo hapo awali. Tupe mtazamo wako kwa mdau burudani kutoka kipande chochote ambacho kushare, kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha. Hii ni Sawa Sawa Online Digital. Chao chao.